Tumekuwa tukiwanyanyasa watoto, tumekuwa tukiwaonea watoto, tumekuwa tukiwawekea mama mabaya mabaya watoto, hayo yote Mungu anapoita tutabebesha sisi kama walezi, kama wazazi, kama watu ambao tulikuwa tunawaongoza. Tupinge sana ukatili wa watoto, tupinge sana unyanyasaji wa watoto majumbani mashuleni, makanisani na mahali pengine wote. Tuwapende watoto, tuwalee vizuri, tuwapatie mahitaji yao ya kimwili, kiroho, kiakili na malezi mengine yote yanayotakiwa. Mtoto mtunze, mwandalie maisha yake, usiyakatishe maisha yake kabisa, mwache akuwe mpaka pale Mungu mwenyewe atakapoamua. Katika mazingira yetu na mahali mengine, bila shaka mmesikia watoto wakiwa wanapotea. Sisi sisi e, mtoto fulani amepotea, amechukuliwa huko, hatujui nani amechukua. Kwa nini tunawafanyia hivyo watoto? Na wewe kama unamjua mtu anayefanya hivyo kwa nini usimwendee na kumkemea? Kwa nini usimreport? Anawachukua watoto wa watu anawapeleka wapi? Hayo nasema hiyo wazao ni mateso ambayo sisi wanajamii tunawapatia watoto. Kwa nini tunafanya biashara gani? Tunafaidika nini na kuwatendea watoto mambo wei kama haya? Wengine wengi wameangamia wako wengi, wanafichwa wanaonewa, na sisi hii jamii tuko tunaona. Huko wengine wanatendewa katili na ndugu wengine, ndugu wa karibu kabisa, wengine hata wazazi, kuwachoma moto, kuwafanyia ukatili, kuwanyima hata vitu vya shuleni, anakwambia sina hiki na nini, kuona mnyanyasa no. Kuu. Kwa hiyo ndugu zangu Tuwatunze watoto tuwapende watoto na tuwalee vizuri, tuwakinge na kila hatari, na wale wanaofanya hivyo waache, wakome, wawache watoto wakue kama Mungu mwenyewe anavyo n eh. Ukikatisha uhai wa wenzako, na wewe uhai wako utakatishwa vilevile, au utaishi milele nigaa. Usiukatishe uhai kwa sababu yoyote ile, kama wengine akina mama wanaofanya, unakatisha uhai wa watoto wachange kwa sababu maisha ni magumu eti kwa sababu umezaa bila kutarajia. Nani alikwambia ukazini? Ukujua kwamba katika uzinifu ndio watoto wanatokea. Tunawaua watoto, mtoto wetu wanatulia kwa Mungu. Mama, kwa nini umenitenda hivi? Bibi, kwa nini umenitenda hivi? Shangazi, kwa nini umenifanya hivi? Mjomba, kwa nini umenifanya hivi? Daktari, kwa nini umenifanya hivi? Nimekukosea nini mpaka kunitupa jalalani. Nimekukosea nini mpaka kuniacha nitupe kwenye masiki ya choo huko mahospitalini? Nimekufanya nini mpaka wewe mama uamue kusema kwamba ni kwangu? Na wewe ndio mzazi wangu, wewe ndio ulinichukua mimi. Sauti za watoto hao zinalia. Jamii, sisi tunakaa duniani, tunafurahia, tunasema kwamba ngoja tuendelee kula maisha tuendelee kufurahia, tupate pesa, tupate na nini? Ndugu zangu kwa, ke, yake, kwa mba, Mungu tunalo la kujiva, lakini tukijikabidhi kwake na huruma yake tunahakika kwamba tutakuwa salama mkononi wa mwenyezi Mungu. Tuwaombee watoto wetu, tuwaombee kama tunamwombea huyu leo aliyetukusanya. Wazazi, walezi, walimu, tusikate tamaa, tuendelee kuwafundisha watoto wetu vizuri, tuendelee kuwalea vizuri tena. Malezi yetu hayo, tusisahau kuambia kwamba Mungu yuko, Mungu anawatunza, Mungu anawalinda, Mungu anawatetea.